Kuliko Rais Dr. Mwinyi kupitia wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi amefanikisha kutoa mikopo ya biashara kwa wajasiriamali na wafanyabiashara isiyokuwa na riba kwa zaidi ya shilingi bilioni 34.964. Mikopo hiyo imewanufaisha wananchi zaidi ya elfu 24 na kuzalisha ajira mpya elfu 75. Hata hivyo, serikali imefanikiwa kuelimisha wajasiriamali pamoja na kujenga vituo sita na ukarabati wa vituo nne vya ushauri wa biashara kwa wajasiriamali. Aidha, serikali imefanikiwa kuwawezesha wawekezaji wa ndani kwa kuwapatia mikopo isiyokuwa na riba yenye thamani ya shilingi milioni mia tatu kwa kila mwekezaji sambamba na kuwaunganisha wawekezaji wa ndani kutumia fursa za uwekezaji zilizopo Afrika Mashariki jumuiya nyingine za kikanda na kimataifa. Katika hatua nyingine ya kuboresha huduma za jamii, serikali imefanikiwa kujenga vituo vya daladala Michamvi na Kijangwani Unguja na Kinowe Konde mkoa wa kaskazini Pemba.